Sehemu ambayo kulikuwa na shida za zahanati wampata zahanati, niliamua kujitutumua kwa ajili yenu wananchi wanachendere na wananchi wa Jimbo mtu na vijijini. Ndugu zangu wanachendere, tuungeni mkono, muda wa kushikilia vyama umekwisha. Sasa hivi wenzetu naendelea, kwa sababu hawaangalii vyama, wanamwangalia mtu sahihi ambaye atakwenda kusimama na kutatua matatizo ambayo tunayo. Mimi mtoto wenu naweza. Mtu sahihi ni nani? Mnajua mtu mkweli ni nani. Sisi lengo letu ni kuhakikisha tunapata maendeleo kwenye kata zetu na jimbo letu. Mimi nimeamua kwa kweli, mimi Shamsia sifanyi biashara, mimi ni mwanasiasa. Nimeamua mtoto wenu kujitoa kuhakikisha mtapata maendeleo kwenye kwenye vijiji vyetu na jimbo letu. Naomba ndugu zangu Anachenjere, mengi tumezungumza, tuungeni mkono, nimwaleteni umdada Naomba mumuunge mkono tushirikiane kwa masalia yetu. Na ninawaahidi, ninawaahidi wana Nachenjele. Mkimpa kura za kutosha yule dangu mwanaanisi, ile pale inakuja kuimaliza ni mwenyewe yeye. Ile ikanati. Kwa majina anaitwa Kaisi Mwambi Kaisi ni mkaza kijiji cha Nachenjele kata ya Mbawala. Tunashukuru kwa kuwa alituanzia kutuletea mifuko ya simenti haiza mifuko 100 na tulipokea kwa nguvu zake na kwa sasa hivi tutatarajia kumpa tena kula. Tunamuomba atumalizie huduma zetu za hii zahanati kama vile nondo, bati na kadhalika, pamoja na vitanda vya kujifungulia akinamama. Kwa majina ninaitwa Sofia Muta Chilowe Chindele. Na leo kama mbunge mbunge Shamsia Mtamba, kwa kweli awamu iliyopita tumempa kula, amepita miaka mitano lakini hapa tuna jengo letu la zahanati, tumepambana na kijiji, tumekwama, na awamu iliyopita tunashukuru ametupa mifuko ya saruji. Pia na awamu hii tutampa kula kwa kishindo, na akipita, tunamuomba chonde chonde, zahanati atupambanie tena, tuimalize, atupatie bati, kuna shida ya nondo, kuna maji kama hivi, ikiisha atuletee maji wakina mama tumeshindwa kudhalilika kujifungia njiani. Kwa jina anaitwa Mohamed Juma maarufu naitwa Chikano, ni mkazi wa kijiji cha Chanachenjere, kata ya Mbawala. Awali ya yote, kwanza shukrani za zatu zifikie mheshimiwa Shamsia Mtamba, mgombea wa ubunge kupitia tiketi ya kafu. Kiukweli, muhula uliopita miaka yake mitano alishafika kututembelea na tulimpa kula zetu bahati nzuri alitusaidia kiasi, alitoka jaliwa, alitupatia mifuko ya sementi kwa kiwango, alitoka tupatia kwa kweli. Tunashukuru, tutampa kula za kutosha pia kumpa kwetu kwa kula. Lengo na zamira ni kumtuma akatuwakilishe wanambawala na wanamtwara vijijini, ila kikubwa atusaidie masa nilivyo kama jengo letu la zanati inaonekana kama hivyo ilivyo. Tunahitaji msaada bado, pa jashie, tunahitaji nondo sementi kwa ajili ya kufunga linta tofali juu pale kwa ajili ya kumalizia. Kwa majina, naitwa maimu na dadi na nyeu, natokea kijiji cha Nachenjele. Tunamshukuru mgombea wetu Shamsia, alitusaidia mifuko ya sementi mia moja kwa za zaanati, na sasa hivi tunamwomba tena amalize palipobakia. Sisi wanamama wajazo tunatabika Tunaenda Mbawala, Mbawala mbali, muda wa kujifungua tunahangaika sana.